Hili limetusikitisha sana. Ndugu yetu mpendwa ameweza kujinyonga, sio tukio zuri hata kidogo, chuka maamuzi ambayo sio sahihi kabisa. Kiujumla tumesikitishwa sana. Hajawahi kuwa na ugomvi na mtu, ni mtu ambaye anafanya mambo yake, yuko kimwenyewe mwenyewe tu, hana shida na mtu yoyote, naenda msikitini, mtoto wake wanasoma madrasa vizuri, hana ulevi wala hana matukyote Kwa jina naitwa Marceli Crescenti, mwenye mwenyekiti wa kijiji cha Imbilili. Kiufupi, wananchi na mimi binafsi nasikitika sana kwa tukio iliotokea la kijana huyu kujinyonga, na kwa taarifa tulizopata wananchi wa kijiji cha Imbilili tumeendelea kusikitika na kuendelea kutafuta nini chanzo ya jambo hili, lakini ndugu huyu aitwaye Jumanne Iddi Majan ni mtu ambaye hanywi pombe wala hajawahi kujishirikisha kwenye matukio yoyote mabaya, lakini pia palionekana kwa muda mrefu akiishi kwa upweke, hakuna marafiki aliyekuwa nayo wa karibu sana, na mambo yake yalikuwa yanafanya yako bize na shughuli zake. Lakini jambo la kusikitisha sasa ni kufikwa na na, na, na, na, na msiba huu, na maamuzi magumu alienda kujichukulia, kujitoa uhai wake mwenyewe kwa hiari yake na bila sisi wengine wote kujua sababu ya hilo. Kwa jina naitwa Hudson Joseph Sangasa. Hebu tuambie nini kimetokea siku ya leo kwenye mtaa? Siku ya leo tulipata taarifa kwamba kuna kijana wa jirani yetu hapa, hapa, hapa kwetu tumeambiwa hayupo nyumbani ila akajulikana kwamba amejinyonga hapo mlimani. Labda chanzo cha kujinyonga, kwa kweli chanzo cha kujinyonga hatujapata taarifa mpaka sasa hivi tumejaribu, tumejaribu kuulizia mke wake, bado hana habari kabisa kwamba aliwahi kwenda alikwenda ku, ku, ku, jana alienda kupakua mkaa wake mlimani akaleta nyumbani. Akafikisha nyumbani basi alipewa uji tu nasikia akanywa na mke wake anavyosema. Akapanda mlimani na panga yake kwa ajili ya kuchu, watu wakajua mke wake anajua labda na familia yake wanaenda ku, kuendelea kukata mkaa huko juu. Ana mke wa, na watoto nane. Anaitwa Justin Jonas Molel. Kweli asubuhi tumetokewa na taharuki hapa kwamba kuna mwenzetu kajinyonga jirani yetu hapa mlimani. Kwa kweli kwa mtizamo ni mtu mzuri, ni mtu ambaye yuko pamoja na jamii anashirikiana na jamii, ila kwa tukio kama hili hatujajua limemsibu nini. Hali yake ya kimaisha ni nzuri, ni hali ya kawaida, sio mchovu sana, ni mtu mtafutaji. Kwa kweli, vijana nawaambia wajitazame katika haya maisha, kwa sababu mson, msongo wa mawazo pia unaweza ukasababisha mtu kufikia hatua hii.